Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV, huko mitandaoni, kuna picha za huyu binti ambaye watu wengi sana nadhani watakuwa wamemuona, wameona sana hizo picha pamoja na video zikiwa zimesambaa mitandaoni na watu wanajiuliza kwamba bwana, nini kinachoendelea? E, bwana jambo ambalo labda ulikuwa ufahamu ni kwamba huyu binti bwana ni mtoto wa mchungaji na ni mwinjilisti na imbaga gospel kanisani. E, lakini kitu ambacho kilicho happen bwana ni kwamba huyu binti e, kuna video zake za faragha. E, Tunaweza kusema hivyo kwamba zimevuja huko mtandaoni video zile za mambo ya kwichi kwichi na nini zimesambaa huko mtandaoni yani, uh, uh, zimesambaa huko mtandaoni na huyu bwana ni binti ambaye ni mtoto wa mchungaji, lakini sio nchini hapa. uh, inasemekana kwamba ni nchi za magharibi, aidha kati ya Ghana, Ivory Coast au Nigeria, ndipo huyu binti anapopatikana. Ni kama the, ile issue ya Baltazari, uh, kutoka magharibi mwa Afrika zake katika mitandao ya kijamii kama huko Instagram zimetrendi kweli kwelikweli. Eh, kuna video ambazo zinamuonyesha binti akiwa anaimba, ana have fun, picha picha zake mbalimbali, lakini pia kuna mpaka picha na video ambazo zinamuonyesha akiwa yuko kanisani akiwa anatoa huduma na akiwa anaimba. Eh, kwa mfano hapa alikuwa anaimba lugha ya kwao huko, umeona bwana so ni binti ambaye yuko very talented eh? Anatoa huduma kanisani, anaimba vizuri, lakini ndo hivyo tena. Kwa bahati mbaya ni kwamba ijajulikana kwamba ni nani ambaye amerekodi hizi video, kama ni yeye au mwenza wake ndiye alirekodi hizo video, lakini kitu ambacho kimemeke headline zaidi ni kwamba binti, bwana, video zake zimevuja akiwa anafanya mambo ya faragha. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza kusema kwamba connection imevuja, umeona bwana eh? so hapa kuna baadhi hapa ya page hata huku Bongo zimekuja kuripoti kuhusiana hii issue, eh. Kwa mfano hapa kuna mtu asikwambia bwana, da hii, kuna mtu hapa amesema ya leo nimeshangaa sana, kwa sababu wabongo kweli wako vizuri, alafu nimegundua kwamba wabongo wengi sana wamelijua sakata la mtoto wa mchungaji baada ya, ya <laughs> baada ya kupostiwa mitandaoni kwa bwana Nye, eh, na miwani yake kama daktari, eh, lakini ndo hivyo tena mambo anayoyafanya hayafanani na mwonekano wake. Kuna watu wanasema hivyo, ukimwangalia anaonekana mdogodogo, lakini nikajituka zima, ila ndo hivyo tena, eh, mambo yamevuja huko mitandaoni, umeona bwana? So, nataka hapa, eh, kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, kuna ile sehemu anapanda dirishani alafu anaidondokea. Kwa mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana, kiukweli siwezi kuamini hadi nione picha mjongeo, yani video zenyewe. Kuna watu hapa wanataka waone hizo video zenyewe, umeona bwana eh? Lakini ngoja nikusomee hapa baadhi ya comment za watu mbalimbali. Wengine wanasema kwamba bwana kiukweli eh, sema kanajua kweli kweli kuchezea maiki eh, kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu amesema kwamba bwana, kuna watu eh, kuna watu wananiona kama vile mzinzi mwenzao eh, sijaomba naikuta tu nimeisha tumiwa, sema bongo bwana eh, kuna mtu amesema bwana, kiukweli pia huyu dogo kweli fundi, alafu nasikia kwamba huyu ni mtoto wa mchungaji. Sura na matendo yake ni tofauti. Naamini ule msemo wanaosemaga kwamba don't judge a book by its cover, walai, hii ni hii ni uzuni. Kuna mtu ameandika hivyo. So, it is what it is. Ukiwa kama mdau unalizungumzia jambo hili eh, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.